Kiujumla mchezo ulikuwa mzuri na tuanze wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuzijalia timu zote mbili. Mechi imekuwa salama kabisa, mechi nzuri ambayo imekuwa na mvuto, mechi ambayo ukiambiwa man of the match ni Maxim pia Nzegeli, hauwezi kuanza kuanza kudoubt. Ziko mechi nyingine hapa wanatoka man of the match ambao hawagusi mpira. Kwa hiyo ni kiwango cha kuonyesha kwamba mechi ya leo standard yake ni standard ya kimpira ambayo imefurahisha kila mtu. Tupongeze sana wachezaji wetu. Wamefanya jitihada nzuri na Mungu alikuja na approach nzuri. Kama ulifuatilia vizuri mechi, dakika ishirini za kwanza hatukuweza kutengeneza nafasi yote ya kufunga goli. Kwa hiyo quality yetu ndio imetusaidia pia kuamua huo mchezo, kwa sababu nafasi ya kwanza tulifunga, nafasi ya pili tukafunga. Hiyo quality hiyo ndiyo sababu inayofanya Yanga tunashinda mechi nyingi, na ndio sababu inayofanya Yanga tunakimbiwa na baadhi ya mechi pindi ambako tunapangiwa kucheza nao kwayo, kwa hiyo tunaendelea kujivunia wachezaji wetu na tunaamini kwenye mechi mbili ambazo zimebakia za ligi msimu huu tutakwenda kushinda zote, alafu tuchukue ubingwa wetu inshaallah. Mechi mbili zilizosalia tuna mechi na Tanzania Prison ambayo itapigwa away uh, Mbeya. Tuna mechi ya mwisho ya msimu dhidi ya Dodoma Jiji ambayo itakuwa ni mechi ya nyumbani kwa Yanga. Kuzobakia mechi mbili kwa mujibu wa ratiba ambayo tuko nayo kwenye upande wa Ligi Kuu ya NBC na zimebakia mechi mbili kimahesabu kwenye Kombe la CRB kama tukishinda mechi ya nusu fainali Jumamosi, uh, jumapili dhidi ya JKT, maana yake tutaongeza na huo mchezo wa pili kufika fainali. Kiujumla, yanga tuna mechi nne kuufunga msimu wa 24 25 inshallah. Hali kuna mabadiliko yamekuwa yakifanyika upande wa kikosi asasa, kwa Dennis Nkane, tumeona mapinduzi kiwango chake, hmm, hmm. lakini pia hii leo amepata nafasi ya kucheza, kuna namna kiwango chake kinaongezeka tu, unaweza kutuambia kwa jinsi wewe ambavyo unamuona unamwona Dennis Nkane? Kitu ambacho tunajivunia kuhusu Milud Hamdi ni kutoa nafasi kwa wachezaji tofauti tofauti. Amekuwa na kikosi chake chote na anawaamini wote kufanya hiyo kazi, kwa hiyo sio kwa Nkane peke yake. Nafikiri mnaona pia improvement kubwa ya Azizi ya namuile katikati ya kiwanja anapokuwa anaingia na mchango ambao anautoa. Kwa kila mchezaji ambaye kwenye bench la Milud Hamdi ananufaika na uwepo wake wa kumpa nafasi kila mtu, kwa hiyo tunaamini kuelekea mwisho wa msimu watakuwa wamepandisha viwango vyao, na hata panga likija kupita kuna mtu huenda akabaki kwa sababu tu ya mechi hizi za mwisho, kwa sababu ameonyesha kupanda kiwango na ikawa ni faida yake na faida wa klabu kwa ujumla. Ali, ameshinda mchezo kwa mabao matatu kwa sifuri, huenda ni mchezo ambao natazama sana, kwa sababu pale tunaoona kuna vita ya kusakataje Ushindi huu ukawa na umuhimu kiasi gani kwa upande wenu? Kwanza umezungumza swala la tatu bila maana yake, unazungumzia clean sheet nyingine kwa Jigidi na huu ndo msimu pekee ambao Watanzania mtajifunza kwa urahisi tofauti ya goalkeeper bora na bora goalkeeper. Sio kila mwenye miguu mirefu ee, ni goalkeeper mzuri. Wengine wanaweza kuwa tu kama ule mchezo wa ngongoti zamani, yes. kwa kila mwenye miguu mirefu mkasema ni goalkeeper mzuri. Kwa hiyo Djigui Diarra msimu huu atakwenda kuwafunga midomo wote waliokuwa na doubt kuhusu quality yake. Hauwezi kumfananisha Diarra na magolikipa walenga ufunge ama goalkeeper hawezi kufika daraja ambayo liko nalo Jigidi Koo. Tunaamini ushindi wa leo huu ni maalum pia kwa Diara kwa sababu tumepata clean sheet nyingine muhimu na ni serious. Sasa tunatafuta pia hiyo tuzo ya goalkeeper bora wa msimu. Yes, Maxim pia Nzegeri uh amestahili kuwa man of the match wa leo na ni mchezaji mtiifu kwelikweli kwenye klabu yetu. Niwape tu si ndugu zangu waandishi wa habari, kipindi cha hivi karibuni wavimba macho fulani hivi walianza kujitumishatumisha vi message, kupigapiga simu, na Max alinionyesha kila namba na kila message iliyokuwa ikimtafuta kwamba njoo huku, sijui utafanyaje fanyaje, lakini Max mpia Nzengeli akawaambia, amekuja Tanzania anayejua Yanga atacheza Yanga na kama ikibidi kuondoka Yanga ataondoka Yanga kwenda nje ya mipaka ya Tanzania kwa ajili ya kwenda kutafuta changamoto nyingine siyo hapa. Kwa hiyo kama kuna mtu aidha mnamjua au mnamuhisi kampeni hizi salamu, Maxim pia Nzengeri siyo daraja lao, full stop. Ali, kwenye michezo minne ambayo imesalia, kwa mujibu wako wewe, e, tunatidimia... we una mujibu wako. E, kwa mujibu wako yeah. e, tutegemee kushuhudia mabadiliko kwenye kikosi ili kuwapa wachezaji wengine nafasi. We pia ni coach, ukiachana na msemaji, pia wachezaji ambao wako nje, kwa mfano tumemkosa leo Pacome Zouzoua, lakini ndio amemaliza uh, injury yake, ilikuwa acheze, lakini bado alikuwa hajafika ya fitness level yake, kwao automatic, huyu mtu anaweza kwenda kutumika mkwakwani, hadidi ya ucho, hivyo hivyo pia na Shadrack Boku. Kwa hiyo, wewe ndio ukashuhudia mabadiliko ya wachezaji kutokana na kurejea kwa wachezaji wengine na mahitaji ya huo mchezo wenyewe pale mkwa kwani. Semaji, tuzungumzie kiatu cha ufungaji. Tunaona wachezaji wa sasa Dube tayari wamefunga, lakini Mzizi ambaye ana goli kiatu. Sasa unajua kiatu cha ufungaji bora kinaweza kuwa changamoto kwa sababu sisi tunapambana tufunge magoli mazuri, kuna wenzetu wanapambaniwa kufunga magoli ya kutenga. Sasa inaweza kuwa ngumu kama mtu kila siku anafunga penalty, anafunga penalty, anafunga penalty, anaweza kuwa top scorer kweli, lakini hawa kina Dube tumwaambia wafanye kile ambacho mastreka bora huwa wanafanya, kufunga magoli ambayo hata watoto wadogo wanaofuatilia NBC Premier League wanaweza kutamani kucheza. Nafasi ya ushambuliaji, huwezi kuwa top scorer kwa mpira unawekwa pale, umesimama wapinzani, wamesimama kipa kasimama, alafu wewe ufunge, hauwezi kuwa top scorer mnayo. Kwa hiyo inaweza kuwa ngumu kama utaratibu huo utaendelea kama unavyoendelea sasa hivi. Kiongozi wangu, tunashuhudia moshi wa kijani na njano eh, hiyo ina maana gani hasa? Ina maana kwamba hatuchezi. Mdogo wangu, umefurahi eh? ile tarehe 15 Juni. Shukrani sana <laughs>